Wazazi katika kaunti ya Kwale wametakiwa kuwa waangalifu kwa watoto wao wakati huu wa likizo ndefu ili kuepuka mimba za utotoni, unywaji wa pombe na dawa za kulevya. Kikundi cha wanawake cha Kwale Women of Faith Network kinasema baadhi ya watoto walio likizoni wameanza hulka ya kujiingiza kwenye makundi yaliyo na maadili potovu na huenda ikawa changamoto kabla ya shule kufunguliwa mwaka ujao. Kikundi hicho pia kimerai viongozi wa kidini kusaidia kuelekeza wanafunzi katika mienendo bora. Tuwe wazazi wanaosikiza kuwashauri na wanaoelekeza watoto wao katika njia bora. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumelinda na kuimarisha kizazi chenye maadili na matumaini. Malezi bora ya wazazi ndio zawadi kubwa tunaweza kuwapa watoto wetu. Katika likizo hii ndefu, maharusi yamekuwa mengi. Tu, tuangalieni sisi kama wazazi waendao harusini ni watu wakubwa. Watoto wetu wajukumuke pamoja, wafanye kazi zao za pamoja za shule. Kama kuna walimu ambao wanajitolea wakati huu waangalie masomo yao, vila watoto wamefunga shule. Unakuta watoto wa kike saa kumi na mbili wanaelekea baharini ati wanaenda zoezi, wavulana nao wanaelekea baharini, wanaenda zoezi ni zoezi gani hii? Watoto wetu wanaenda wanakutania kule baharini hiyo saa kumi na mbili ambapo mtoto wako akirudi atarudi na mimba. Kazi kwetu sisi kama wazazi kutaka kujua zaidi mtoto wako rafiki yake ni nani. Mtoto wako akitoka, mama, naenda kanisani, kanisani anaenda anaenda na nani? Kwa hivyo wazazi wenzangu, tuweze kuangalia watoto wetu. Jua mtoto anaenda kucheza wapi, jua mtoto yuko wapi, na hakikisha kwamba mtoto amekuja nyumbani kwa wakati unaofaa, mm.